Nam, karibu tena moja ya video ambayo iliweza kutrendi sana katika mitandao ya kijamii ni kuonekana kwa mtoto wa Nandy pamoja na Billnass anayefahamika kwa jina la Naya, akiwa ndani ya ndege na kuonyesha maisha ya kifahari ambayo mtoto huyu anaishi. Baada ya kuweza kuonekana Naya akiwa eh, humo ndani ya ndege na huko akipatiwa huduma mbalimbali na mhudumu wa ndege. Hmm, huku akiulizwa maswali, hmm, kama unavyoona hapa eh, ni mtoto huyu wa Nandy pamoja na Billnass, na safari hii walikuwa wakirekea Malaysia. Nandy aliweza kuposti video hii akiwa pamoja na mtoto wake huyo, naye humo ndani ya ndege wakiwa wanasafiri na kuweza kuzoa gumzo sana katika mitandao ya kijamii. Hapo unaona ni jinsi gani e, mtoto huyu wa Nandy bado ni mdogo, lakini maisha anayoyaishi ni maisha ya kifahari sana e, baada ya kuweza kuzaliwa katika familia hiyo ya kitajiri ya Nandy pamoja na Billnass. Alishia katika akaunti yake hii, hapo akawa ameweza kuonyesha wafuasi wake huko Instagram mtoto huyu wa Nandy naya, aliandika Hey, hello, Malaysia. Inaonyesha kabisa kwamba wanasafiri kuelekea huko Malaysia akiwa pamoja na familia yake hiyo, mama yake pamoja na baba yake. Na hapa a, mtoto huyu alikuwa akipewa huduma nzuri kabisa humo ndani, hmm, ya ndege ambaye mhudumu wa ndege aliweza e, kuonekana akiwa na mjari sana mtoto huyu kuweza kumpa thamani kubwa E, kuonekana kwamba ni mtoto wa kishua, mtoto ambaye hataki shida kabisa, hajawahi kupitia shida yoyote kama watoto wengine e, tangu amezaliwa anakula raha tu, anakula bata e, pamoja na wazazi wake hawa wawili, Nandy na Billnass. E, ikumbuke kwamba wazazi, wazazi wake hawa walifunga ndoa miaka ya nyuma hawakutaka kuishi kijanja janja mm. Billnass aliweza kumwoa Nandy na hatimaye akawa wameweza kumzaa mtoto wao wa kwanza Festiboni. Hey, wakiwa tayari wameshawana mm. Jambo hili ambalo kila mmoja liliweza kumpendeza sana mm. Hii ni the best couple Tanzania, kwa sababu wanapendana mno. Nandy anampenda sana mume wake huyo Billnass, pia hata Billnass anampenda sana mke wake huyo Nandy mm. Hawajawahi kuchitiana, japokuwa maneno ni mengi sana katika mtandao wa kijamii kwamba Nandy alipoteza pete kwa makusudi mm. inaonyesha kwamba Nandy mm. jambo hilo liliweza kutokea na kama ameweza kutangaza dau kubwa, atakaye kwa utapete hizo za ndoa na kumrudishia hmm. jambo hili lilizua mijadala mbalimbali katika mitandao ya kijamii. Watu waliongea mengi sana na Nandy kupoteza pete za ndoa, lakini bado wameendelea kusimama imara eh, strong life, wapo katika maisha mazuri kabisa, na huku wakiendelea katika malezi ya kumlea mtoto huyo naye katika mazingira mazuri, na huku mtoto kuweza kufurahia maisha mazuri ambayo ameyakuta kutoka kwa wazazi wake hawa wawili Nandy pamoja na Bill Nass. Na hapa walikuwa wakisafiri ndani ya ndege, e, Nandy pamoja na mtoto wake huyo naya wakirikia huko Malaysia, e, wakiwa wanaenda vacation yani holiday. E, bwana asante sana, haya ni machache ambayo tumeweza kujuza. Tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio moto moto. Ni sisi Bongo Mpya TV tuko hapa kila siku, hakikisha unabonyeza alama ya na subscribe ili kuendelea kupata habari zetu, asante.